kwa sifuri. Sehemu ambayo tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa ilikuwa ni namna ya kujilinda, kwa sababu unaweza kuona timu bora uwanjani ilikuwa Prison. Huo ndio kweli, kwa maana Prison walikuwa bora, ukiangalia hata first half baada ya kupata sisi goli tulikuwa disorganized. So angalau tuweze ku maintain kwenye eneo la la kulinda. Leo hatukuwa na nafasi nyingi kama ambavyo tulikuwa tumetegemea uh, lakini baada ya kupata lile goli nafikiri wenzetu waliopt kucheza direct football. So na energy yetu sisi ya kuokota mipira ya pili ikawa iko chini si, si football iko vile, si ndio? Kama angekuwa anapiga short passes huenda tungeweza kufanya pressing. Lakini unaona ni pasi moja kwenda mbele. Sasa pasi moja kwenda mbele unahitaji watu ambao kidogo wanaweza kaokota. So sisi si, tulikuwa timu ya pili kuokota hiyo mipira ya pili. So tukaopt at least hata tu, tuorganize defense yetu kwa ajili ya kulinda hicho tulicho nacho, kama tuwezi kupata kingine basi tubakie na hicho hicho tulicho nacho kwa sababu angalau tumeshikilia kitu kimoja. No, so, mara nyingi Prison Prison walionekana kumiliki mpira zaidi yako mjiacha nafasi nyingi. Prison iliweza kucheza baadhi baadhi ya ya ya pasi. Ni ni mfumo ambao uliamua kuingia nao au kuna baadhi ya maelekezo ambao wachezaji wa ndani ya uwanja? No, sio kwamba kwamba short passes nimesema kwamba wale walikuwa wanacheza play play out from the back. Play out from from the the back back maana yake target yao kubwa, kama ukiangalia target yao kubwa ilikuwa ni Oscar Mwajanga kwenye first half si ndio wi so, mipira pasi moja pili kwa Oscar. Ina maana mpira sio kwamba unapita katikati hivyo. Ni mara chache sana. So kile ambacho kilichokuwa tunatusumbua sisi, unaona mipira mingi, Oscar alikuwa anaimiliki anawa contain wale center back wetu, then timu inamkuta juu na ndio unaona wanapiga pasi kule juu. Kwa hiyo hiyo ni weakness ambayo nafikiri ilikuwa kwenye defense yetu. Lakini kitu kingine pia unaweza kuona pia defense yetu imefanya makosa. Walikuwa wanashindwa nani ya mark nani lakini second half na na hizi hizi weakness ya ya namna hii ni Prison, ni, ni, ni mechi so, hivi, mba, ni mechi mechi mechi mechi wakati mwingine zinahitaji nguvu kama mnavyojua Prison Dodoma tofauti kidogo. So so so tusihukumu, hivi tukafikiri kwamba vile ambazo unaona watu tumelingana point saba, point saba saba kuja kwenye, si ndio ndio, so, ndio nani atoke kuona energy ya mtu kufia uwanjani uwanjani. so, wale wenzetu wametuzidia ile effort ambayo wameweka uwanjani. Sawa, mabeki ndio ambao kwa na na like, yeah, nafikiri ile, ile line ya watu sita ya ya nyuma imetufanyia kazi kwa maana mtu wa kukana mpira si ndio? Angalau anuari anaweza kuwa hajacheza vizuri, lakini at least ile mipira ya kukaa nayo timu ije katusaidia, yeah. Yeah.